Ulikuwa unapata hedhi yako vizuri, lakini ukashangaa ghafla ulipoacha tu kutumia njia uzazi wa mpango ambao ulikuwa unatumia. Kipindi ambacho ulikuwa unatumia ulikuwa upate changamoto yoyote, lakini ukashangaa pale tu unaacha pop, ukashangaa tatizo baada ya mwezi wa kwanza au ni wa pili, au baada ya muda mwingine, huenda ni mwezi wa tatu, ukajikuta tu haupati tena hedhi yako. Hii ni kiashiria kwamba kipindi ambacho ulikuwa unapata hedhi vizuri, ni kwamba mwili wako ulikuwa unaendeshwa na zile homoni ambazo zilikuwa zinapatikana kwenye ile njia ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo ndio maana ulivyoacha, mwili ukajitahidi kujistahimili vizuri, lakini baadaye ikashindikana, ila baadaye ukajikuta tu haupati, na kwa sababu mwili, na maana yake umeshindwa kujiendesha kutokana na zile homoni kuisha nguvu. Kwa hiyo inahitajika uweze kupata msaada wa kwenda kuboost au kuongeza uwezo wa homoni zako za kawaida za uzazi, ili hedhi yako iweze kurudi kwenye hali ya kawaida. Na hii nashauri, kabla ya kutumia njia nyingine za uzazi wa mpango, hakisha kwanza hedhi yako rudi vizuri, ili uje ufanikiwe kubeba ujauzito huko, ukitambua kwamba nipo nawe katika safari ya kuitwa mama. Huenda umepitia changamoto hii na umejaribu kujitibia, huenda hedhi narudi mwezi huu mwezi unaokuja hayapati dawa za kukusaidia kwa sababu dawa nyingi unazotumia ambazo zinakuwa za kurejesha mwezi huu na mwezi huu upate zinakuwa ni za kuboost tu kwa kipindi fulani, baada ya muda haupati tena.